Ulikuwa unaongea na nani? Ni rafiki yangu, alikuwa ananiomba ushauri kuhusu ndoa yake. Sawa basi. Mi natoka mara moja. Naelekea shamba. Haya, safari njema. Unaona sasa yaani, bado kidogo tu umbwa nishtukii. Usiwe napiga simu mimi, nitakuja najua kabisa wajibu wangu ni nini kwako. Sasa nimekuelewa, ila ukirudia tena utanikwaza. Sipendi tabia jirudie. Jeska, nashukuru sana kwa huduma yako kiukweli, nimeenjoy sana sawa. Hakuna shida, kwa hiyo elfu mbili yangu nanimalizia saa ngapi? eh, fumbi jamani, mrembo kumi natano shinda elfu mbili kweli jamani. Usijali, saizi bado mapema sana, kifika saa saa kumi kumi nitakutafuta ntakupewa elfu mbili yako saa. Basi hamna shida.

So, boy, barito, mm, sana sana haikuwa rahisi, nimejitaini sana sana, nimekubembeleza nimekuputa kule huku eh, hmm, kama sio mtoto wa kiume, lakini leo nimepata kuona maana halisi ya wanaume wako oh, maana umejua kunishughulikia vizuri sana ah, usijali shemeji kuhusu hilo, utazidi kuenjoy sana kwa sana na shida zako ninimiistue nipo sasa hivi wako. Unaelewa? Brother, sasa hivi ana majukumu hapo, swala la hmm, ache, ila naomba isiishie hapa, naomba tu tunafanya zaidi na zaidi na zaidi. Na kila tunapofanya basi jaribu sana kuongeza utundu, ubunifu ili kila kitu kiwe sawa hii itanipelekea mimi kuwa na amani sana kwenye ndoa yangu, japokuwa kuna vitu vingine vipo kwenye ndoa yangu, ni siri yangu, siwezi kukuambia, ila utakuwa unailinda sana ndoa yangu hmm. Ama ah, ah, shida kubwa ni nini apo? Kikubwa ni na nini? Umakini wala usijali kwenye umakini, mimi nipo vizuri sana katika hilo, kwahiyo naomba usiache tu kunipa burudani, raha sinajua tena. Naomba hizi raha ulizonipa leo ziongezeke zaidi na zaidi na zaidi, itakai sana sawa. Ana shida kanjoi manae, sikutegemea <tusurra> kama utakwa mtundu kiasi hichi. He, kaka, hebu nipe mafanikio kuhusu ile dawa niliyokupa. Ah, ile dawa, ndugu yangu, bado nakunywa tena, anazingatia masharti haswa, asubuhi, mchana na usiku. Kama unavyojua tunashauriwa tufate maelekezo ya daktari, na katika ile tatizo langu, wewe ndo daktari wangu wa kaka, lazima nifate vile ambavyo wewe umeniambia, lakini sasa bado sijajua inafanya kazi au haifanyi Ah, sakaka yani kama umetumia zena siku tatu, jaribu mitambo, itakuwa tayari shaka. Sawa basi, tulikuwa tumepishana ndugu yangu, mi nikajua labda mpaka nitakapomaliza kunywa e, ile dawa yote ndo ni test mitambo, kumbe hata siku tatu unaweza kutest. Usiku wa leo jaribu. Basi sawa, mimi nikuahidi, nikitoka hapa ani usiku wa leo lazima nika test mitambo ndugu yangu. Na mimi nakuamini yani, hii mitambo na test tu ile mradi, lakini nakuamini kwa sababu ile jambo ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikinichanganya sana akili yangu. Sina amani, sina furaha na ndoa yangu ndugu yangu, lakini kwa namna tunavyoenda nina uhakika kabisa. Ah, ndugu yangu umenisaidia tatizo langu mpaka hapa, nakushukuru sana bwana. Amna shida, amna shida. Ehe, e, na, na vipi kuhusiana na ile kazi ya kulima katika ile shamba la bondeni kule? ah, uh, ah. Uh.

mweusi nilikuja naye hapa utakuwa... hmm, unamzungumzia Tariki ah, dujina itakuwa ndo huyo huyo uh, Tariki aishe hapa? Hapa ni kwangu. ile siku ya aliazima tugeto nikampa, aliazima geto. Jamani ya yani, mimi nina shida naye sana, nimemtafuta kila kona sijamwona, nikasema nije hapa nyumbani kwake, uenda nikamkuta Brada, hapa ni kwangu mimi, sio katariki na kama nilivyokuambia alikuja kuazima geto mara moja, nikampisha hapa. Kwa hiyo alivyomaliza muda wake akaondoka. Kwa hiyo unavyoniambia hapa ni kwake, na kushangaa sasa. Nitampataje? maana nina shida naye ya muhimu sana. Uh, ni sawa, mi nitakusaidia nikufikisha sehemu ambapo anaishi, lakini kwa sharti hili moja. Sharti sharti gani hiyo? Unajua nini? Wewe ni mwanamke mzuri sana. Tena ni mrembo na, na kwa nini usiachane nayo masuala ya kwa zima zima geto, mi nataka unipata siku hii moja. Sasa mbona, ah, unijibu? Kameondoka ndo mwacho sasa, kwazimazima magito ya watu. Rafiki yangu mambo yanaendaje huko nyumbani? Rafiki yangu, yaani mambo yameenda vile vile. Nipa, ushauri ulionipa umetiki, nimefanya kama ulivyoniambia. E, nashukuru saa hivi kwa hiyo pale braza akiuza mkaa akiuza viazi, pesa ambayo anampa shemeji ah, shemeji nusu ananipa, mambo shega pale. Braza jana akachinja bata nyumbani eh, ba yani baada ya kuchinja bata ile bro si, akatoka ameenda kwenye kahawa ah, shemeji mpaja naona si mbavu nini akanipatia mie afu ile nini miguu vichwa amimwachia blaza huko unajua. so, blaza sasa, ile shombovu yani vitu anavyokula blaza anakula mimi, alafu vitu ambavyo anakula mimi anakula blaza. yaani kifupi blaza anakula makombo. Ona, vitu vyote vizuri vizuri mimi napita navyo na shemeji napita naye, blaza akienda kwenye kahawa tu na mimi naingia mzigoni. lakini rafiki yangu waseeli wanasema wazo la mtu biashara. kuona mimi unanifikiriaje? Best, hata usijali. Sawa. Wewe ngoja, tuangalie siku mbili tatu, kuna mzigo kidogo atakunipatia. Usinitupe. Nimetumia ma feeling kichwani kukuelekeza rafiki yako, kubali mwanangu, na ndio maana hujanifelisha. Yaani wazo lako lolote unanipa, mimi ngeenda kulifanya sifeli nikajoli nitaferi kwamba bloa watatushutukia, ila mcheza kama feri mwanangu, anashukuru saa hivi kusahivi, nailia vinunu. Hey, yani, ninakula na nakula tena. Usinitupe rafiki yangu, nakutegemea. Si unajua maisha yangu tena ninavyotapatapa kama mfamaji, nakutegemea. Usijali, sema nini lafiki yangu Muda wenyewe hauruhusu, sinaona muda wenyewe mchache. Nenda kule, kuna mzigo, enda kucheki. nikisharudi vile nitapita kwenu, sawa? we si unatumia namba ile ile, washambabai? e eh? washambabai nikimbia hivyo hivyo nitakupata. <coughs> <coughs> Yaani wanaume wako si wa kodi. Kisa elfu mbili tu ananikimbia na juu tata kulala naye nice. Sikujizalilisha huku jamani, ila <coughs> <coughs> na mimi nimezidi <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Sikia, nikuambie kitu hili. Naomba nikuambie kitu kimoja, yaani hadi mimi nimefikia tu anakuambia kwa kuwa nakupenda, namaanisha, yaani kiukweli, umenivutia sana, na toka nianza kuisha hapa kijijini, sijawahi kumwona mwanamke mwana mzuri kama wewe. Yaani kwa kifupi, wewe ni kama malaika aliyeshushwa mbinguni, nakupenda sana hili. Yaani haitokuwa busara mimi mwanaume mkamilifu nikukosa mwanamke mzuri kama wewe, na nikuhakikishie tu, ukinikubalia hautopata shida katika kijiji hiki. Inaonekana e, unajiamini kijana. Ni kawaida ya mwanaume yoyote kujiamini, hasa akiwa na jambo lake. Kwa hiyo we nisikilize, na nakuahidi kitu kimoja, ukiona mimi hautojuta hapa kijiji, yaani utaishi kama malkia hivi katika ufalme. Sawa, so, nimekubali, lakini ili nikupe na sharti hii moja tu. Nataka unionyeshe nyumbani kwa Tariki ili nikupe unachokitaka. Mbona sharti lenyewe hivo? Mbona jepesi sana kwangu, twende basi.